Ya sasa hakuna taarifa rasmi inayothibitisha jina la mwanamke wa jamii ya Masai kucheza mpira wa miguu kitaaluma au kuwakilisha timu ya taifa ya wanawake ya Kenya Harambee Starlets. Katika makala yetu ya Mjue Mchezaji tunamwangazia Naima Milanoi, mzaliwa wa kaunti ya Kajiado. Kwa majina anaitwa Naima Milanoi, mtoka Kajiado, nacheza Majestic yeye ni mwanamke wa kwanza kutoka jamii ya Masai ambaye amevunja vizingiti vya kijamii na kujiunga katika nyanja ya soka. Kwa sasa anachezea Majestic Red Sea Starlets iliyoko daraja la FKF Division 1. Msichana huyu anavutia hisia nyingi kwa kuwa mmoja ya wanawake wa kwanza kutoka jamii ya Kimasai kujiingiza kwenye mchezo wa mpira wa miguu mchezo ambao kwa muda mrefu umehusishwa zaidi na wanaume. Taarifa za wanadada kutoka maeneo haya zimeangazia sana tu visa vya ndoa za mapema na kukeketwa. Ni ukweli kwa Kimasaini, kuna hiyo ndoa za mapema, kuna FGM. Mwanzo ulikuwa walazimishwa, waletewa mtu mwenye hata umjui. alafu hata unaletwa mtu mwenye ni mkubwa wako na uwezi kata, kwa sababu baba yako ashasema ndio yeye, ndio yeye, uwezi kata, ashaleta ng'ombe, uwezi kula mzazi hizi rudisha mahari yake. Na ulikuwa unaletwa ukiwa mdogo kabisa, hata yani ujitambui, mbona uko na miaka tatu, mtu asha asha ashaleta ng'ombe. Sasa hata mjue wewe mwenyewe una miaka tatu. Lakini sasa hivi mtu umekuwa mkubwa, umpeleka mtu mwenye unamtaka, ndo mkipigana mzazi anakuambia ah, wewe mwenyewe ndio umejichagulia, pambane na aliyeni. Bado yaendelea, lakini sio kwa sana, si kama vile ilikuwa zamani na pale ambayo inaendelea sasa hivi maybe kule mashinani, yani ni kuagiza tu, wape wasichana nafasi ya kusoma, kwa sababu kwasababu ukimwelimisha msichana umemwelimisha jamii. FGM jamiifn, yani bado iko, lakini si kwa sana. Kilichokuja kuwasaidia Wamasai na kabila zingine waipunguze FGM, jua tuseme imeisha, waipunguze FGM, ni hizi ma international organization. Waya, unakuta, for example, plan imesaidia sana sana zaidi ya kwetu kwa sababu ameleta hiyo kuelimisha wazee juu. Kitu ya kwanza utamwelimisha msichana, lakini bado amwelimishe nini, babake, mkata nani? Babake. So kitu cha kwanza ni muende yule mzazi mwelimishe madhara yake wako. Kuna wale walikubali, kuna wale walikata, kwa sababu, kuna, obvious, kuna kubali, na umuhimu wako huo wa Wakatai. Je, Milanoi aliepuka vipi kisu na ndoa ya mapema? Nili manage kutoka kwa ndoa za mapema kupitia wazazi wangu. Wazazi wangu angalau wamesoma na hakuwa na, hakuwa na, wanaruhusu uolewe mapema mpaka utimize ndoto zako, si vile tu kama vile zamani ulikuwa wazali ukijua, au ndo mume wako ufikisha miaka kadhaa, mume wako ashaleta ng'ombe umeenda. Sasa hivi imegeuka ime ni wewe umalize shule upate mzee umpeleke nyumbani, si wa wazazi wa kutafute mzee wakulete nyumbani kwa sasa. Anang'ara kama mshambuliaji katika timu ya Majestic Red Sea Starlets. Safari yake ya kandanda, ambayo imebaki kuwa sehemu yake muhimu ya maisha, ilianza akiwa shule ya msingi. Nilianza kucheza soka nikiwa shule ya msingi ndio nikaendelea high school na mpaka kwa sasa bado nacheza Anaeleza kuwa kipaji chake cha asili kilimpa hamasa na motisha ya kujiingiza katika mchezo huu kwa moyo wote. Niko na talent nika join, nani primary school, nikaanza kucheza hapo nikajirealize, niko na talent na no, nikaendeleza kutoka hapo. Kabla kujiunga na Majestic Reds, alichezea timu zingine tofauti. Nilianza kucheza klabu ya Manyata Manyatta Queen FC iko kwa Kajiado. Changamoto kubwa aliyokumbana nayo na ambayo inalemaza vilabu vingi nchini ni ukosefu wa rasilimali katika vilabu vya soka, jambo linalokwamisha ukuaji na maendeleo ya wachezaji. Klub, aina, aina, nani, aina resources, hiyo ndio changamoto kubwa kwa players katika uchezaji wake. Naima anakumbuka moja ya mechi ngumu zaidi aliyowahi kucheza dhidi ya Bandari Queens, ambapo alizidiwa na beki wao mahiri kwa jina Mary, ambaye ilikuwa vigumu sana kumpita mchezaji n. Yani beka mwenye naweza sema ni, ni, nilishindwa kumpita ni mchezaji ule wa, wa Bandari Mary that time akicheza Div 1 last season. Wazazi wake ni watu anaoangalia kama mfano bora wa kuigwa kwani wamempa motisha kubwa. Mwenye amenifanya nikaingia football ni wazazi wangu, kwa sababu wao ndio amenisupport mpaka pale nimefika. Mbali na hilo, anamkubali sana Neymar anayekipiga katika klabu ya Santos FC kutokana na uwezo wake mkubwa uwanjani. Ndoto ya Naima ni siku moja kuchezea klabu ya Alhali FC nchini Misri, timu aliyoipenda kwa muda mrefu na anatumai kupata nafasi ya kuwa sehemu yake. Mi, ndoto yangu nataka kuichezea Alhali, Alhali FC ile niko Egypt. Msimu uliopita alipambana na mechi ngumu dhidi ya Bandari Queens kwenye ligi ya daraja la kwanza, ambapo walizidiwa katika kila eneo, mbinu pasi na ufundi wa uwanjani. Last season tukicheza na Bandari wakiwa Div 1. Hiyo game ndo ilikuwa ngumu kabisa, yaani ngumu. Yani tushinda kabisa kuwapita wa beki, yani walituzidi kila kitu, urefu, skills walituzidi, yani kila kitu. Kama kiungo mshambuliaji jukumu lake ni kusaidia wachezaji wa pembeni ambao ni nambari saba au kumi na moja na mshambuliaji wa kati namba tisa au yeye mwenyewe kufunga bao. Uh, mi nacheza mid ten mid ten yani na, naenda kumsaidia winga na msapot 9 na, na msapot pia another winga either winga 11 winga 7 naweza rudi ni msapot 8 ama naweza funga pia mimi. Kwa wale wanaomtazama kama mfano wa kuigwa, Naima anasema mchezaji anapaswa kuwa na heshima, nidhamu na kujitolea. chenye anafaa kuwa naye ni, ni heshima, anafaa kuwa discipline yani, um, amheshimu coach aheshimu na technical bench yake na pia yani ye mwenyewe akuwe na ile commitment, ukuwe na portion ya kucheza hiyo. Kama ni boli ilikuleta mcheze hiyo boli. Tangu awe na hodha wa Majestic wamefanikiwa kushinda makombe matatu na mipira msimu huu wakipanda kutoka mashindano ya mikoa hadi ligi ya daraja la kwanza. Tofauti kubwa aliyoiona kati ya Majestic na timu yake ya awali ni mpangilio na upatikanaji wa vifaa na rasilimali. Majestic wamejipanga Yaani, ile timu yenye tulikuwa tuichezea lizizo zilikuwa, ilikuwa chini, safari ilikuwa no, ilikuwa shida. Kwa mashabiki wake anawashukuru kwa upendo na msaada wao mkubwa. Fans wangu nawaambia, nawapenda sana, natarajia tushinde next season, tutakuja tukuwa tumejipanga and sell to end. Naima ni mchezaji anayetumia miguu yote miwili, ingawa ana wepesi zaidi na mguu wa kulia kama nahodha wa timu pale, changamoto zinapotokea baina ya wachezaji, unamjua una, una mtu na tabia yake. Huyu mtu ni vipi? Mtu ni wa hasira ama ni, ni mpole? Unajua vipi utamwendea huo mtu, nda us, usi, uziende ku badala ya ku solve issue unaiongeza another issue. Endapo swala linakuwa zito, the first person ni, huwa tuamwendea ni Mati. Ukiwa mgonjwa, yeye ndio atupeleka hospitali, tukiwa shida, tukiwa na shida yoyote pale kwa kambi yeye ndo enda na kuja kuitatua. Yaani tuseme tu ni kama mama yetu hapo. Kwa sasa anasalia akilenga na kuelekeza macho na juhudi zake kwa soka ya kulipwa. Purity Zawadi, Majestic Digital TV.